Ni usiku mzito jijini Caracas, mji mkuu wa Venezuela. Wananchi wengi wamelala hawajui kwamba ndani ya saa chache zijazo historia ya taifa lao itabadilika milele. Kwa miezi kadhaa, mawakala wa ujasusi wa Marekani wamekuwa wakifuatilia mienendo ya Rais wa Venezuela, Nicolas Maduro. Ripoti za siri na vyanzo vya ndani vimekusanywa kwa lengo moja kuu: kumkamata kiongozi huyo na kumfikisha mbele ya sheria za Marekani. Ndege zisizo na rubani zinavuka anga la Caracas kimya kimya, mawasiliano ya kijeshi yanakatwa kwa muda. Vikosi maalum vya Marekani vinaingia kwa siri kupitia anga na bahari, vikilenga maeneo muhimu ya kijeshi na kiusalama. Ulinzi wa ikulu ya rais unapunguzwa kwa ghafla, hakuna milio mikubwa ya risasi ndani ya jengo moja lililokuwa chini ya ulinzi mkali. Rais Maduro anakamatwa bila kutarajia, walinzi wake wanaondolewa madarakani kwa dakika chache tu, hakuna nafasi ya kutoroka. Maduro anapewa taarifa rasmi, anakamatwa kwa tuhuma za uhalifu wa kimataifa ikiwemo biashara ya dawa za kulevya, ugaidi na njama dhidi ya usalama wa Marekani. Mke wake na baadhi ya wasaidizi wa karibu pia wanachukuliwa kwa mahojiano. Baada ya safari ndefu, ndege inatua katika kituo cha kijeshi nchini Marekani. Kutoka hapo Maduro anapelekwa moja kwa moja kwenye kizuizi cha usalama wa hali ya juu. Ndani ya muda mfupi anafikishwa mbele ya mahakama ya shirikisho akiwa amevalia mavazi ya wafungwa. Marekani inatangaza rasmi mashtaka nako terrorism, kusafirisha dawa za kulevya na kuendesha mitandao ya kihalifu wa kimataifa. Maduro anakana mashtaka yote, anajitangaza kuwa bado ni rais halali. Na kudai kwamba kukamatwa kwake ni utekaji wa kisiasa. Ndani ya Venezuela, maandamano yanazuka. Wafuasi na wapinzani wanagongana mitaani. Taifa linaingia kwenye kipindi cha sintofahamu. Kukamatwa kwa rais wa Venezuela kumeachwa maswali mazito kuhusu mamlaka, haki na mipaka ya nguvu za mataifa makubwa. Kubasu Glenishes nilo jina langu.